Kuna maneno ambayo yanaonekana mepesi, lakini yana uzito mkubwa sana mbele ya Allah. Moja ya maneno hayo ni haya: nitaanza baadaye, nitarudi kwa Allah baadaye, bado nina muda. Lakini swali ni moja tu, baadaye ni lini? Leo sikiliza kisa hiki kwa utulifu. Usisikilize kama hadithi tu, sikiliza kama ujumbe unaokuja kwako. Alikuwa kijana wa kawaida kabisa. Hakuwa kafiri, hakuwa adui wa dini. Alikuwa anajua swala ni nguzo ya Uislamu. Lakini alikuwa na tabia moja, kuahirisha. Adhana ikipigwa, alisikia. Moyo wake uliguswa kidogo, lakini akili ikasema baadaye. Siku zikapita, wiki zikapita, miaka ikapita, na swala ikabaki kuwa ahadi tu. Sheitan hakusemi usiswali kabisa, hapana. Anasema chelewesha kidogo. Leo ucheleweshe, kesho ucheleweshe tena, mpaka siku moja kuchelewesha kunakuwa kawaida. Na kilicho hatari zaidi ni pale mtu anapojipa matumaini ya uongo, Allah ni mwingi wa msamaha. Ndiyo, Allah ni mwingi wa msamaha, lakini je Umepewa ahadi ya kuishi kesho? Binadamu ana tabia ya kujiona ana muda. Afya ikikuwepo, unasema bado muda upo, kazi ikikuwepo, unasema bado muda upo. Lakini mauti hayaji kwa ratiba yako, hayaji ukiwa tayari, hayaji baada ya kutubu, hayaji baada ya kupanga. Yanakuja pale Allah anapoamua. Siku ile kijana alitoka nyumbani kama kawaida, hakukuwa na dalili hakukuwa na ishara, hakukuwa na onyo, lakini hakurudi tena. Habari zilipofika nyoyo zilitetemeka, vijana walinyamaza, wazazi walilia, na swali moja lilizunguka mioyoni mwa wengi: je, alikuwa tayari? Kaburi halimuulizi mtu ulipanga lini kutubu. Kaburi halimuulizi mtu ulikuwa bizi kiasi gani. Kaburi linauliza je ulikuwa katika hali gani? Swala lako lilikuwa wapi? Unyenyekevu wako ulikuwa wapi? Utiifu wako ulikuwa wapi? Swala sio mzigo, swala ni heshima, swala ni nafasi ya kusimama mbele ya Mola wako. Kuahirisha swala ni kuahirisha uhai wa roho, na hakuna kilicho hatari kama mtu anayejua ukweli lakini anauahirisha. Ewe nafsi Usisubiri tukio, usisubiri msiba, usisubiri ugonjwa. Mfikie Allah sasa, rudi sasa, anza sasa, kwa sababu mlango wa toba uko wazi leo, lakini hakuna ahadi ya kesho. Je, swala lako likoje leo? Je, unaahirisha au unasimama? Ewe Allah, tusiondoke katika dunia hii hali tumechelewesha utiifu. Mawaidha haya yameandaliwa na Sheikh Keya.